Hey, tukiwa na watu makini kwenye field. Kwa hiyo hilo, nimesema ni waibie siri hapa, mpaka mani siri, leo imekuwa dhahiri. Jamani, ni hiyo. Kwa hiyo wale wanaotaka kuomba ridhaa tena, nawatakia kila la kheri, na tuombeeni sote, tuombeane kila la kheri. Kote tunakopita tutembee kwa fahari, kwani kazi imefanyika, ndugu zangu. Tumefanya kazi, tumefanya kazi, na mimi fahari hii nawarudishia nyinyi mlioko kule kwenye fieldi, na nawarudishia nyinyi. Niwaombe tena, sasa hivi kuna mzunguko wa daftari la kupiga kura. Tuhakikishe watu katika maeneo yetu wanakwenda kuandikishwa, wanakwenda kuandikishwa kwa sababu kama huko kwenye daftari huna haki ya kupiga kura. Ili upate haki ya kupiga kura, lazima ukaandikishwe kwenye daftari. Kwao tusimamie watu kwenye maeneo yetu, tuhakikishe wanakwenda kuboresha taarifa zao au kujiandikisha, ili wapate haki ya kupiga kura. Jambo la pili tunalopaswa kulifanyia kazi ni usimamizi wa sheria na sheria ndogo katika maeneo yetu tunatunga sheria katika maeneo yetu, sheria mbalimbali. Tumepewa wajibu huo kisheria, lakini kwenye usimamizi tunakuwa wadhaifu sana. Mengi yanayotokea ni kwa sababu hakuna usimamizi wa sheria hizo. Kwa mfano, kuna sheria kwamba mtu anapotaka kujenga, iwe makazi au makazi na biashara au biashara, lazima aende halmashauri apate kibali apeleke ramani apeleke anachotaka kufanya, anapewa kibali na baada ya kupita kwenye bodi sijui za wainjinia na nani na nani, anapewa kibali. Lakini kibali kikisha toka, mtu yule anakwenda kujenga anavyotaka yeye, anageuza kabisa kabisa kile kibali, ruhusa aliyopewa kwenye kibali, anajenga kitu kingine kabisa. Lakini halmashauri kuna wanani wanaitwa hawa mainjinia, mnawaita wanani? wahandisi kuna wahandisi kuna wasimamizi kuna nani, na kazi yao ni kuzunguka kwenye maeneo yao kuona kama vibali vilivyotolewa vinatekelezwa kama vilivyotoka. Hapana, hapana, kuna majumba yanajengwa ajabu ajabu. Mfano mzuri eneo la Kariakoo, halmashauri kule iwe ya jiji la Dar es Salaam au halmashauri nyingine, wanatoa vibali mtu akisha kukipata kibali anakwenda kujenga nyumba aliyopewa kibali, lakini ina rumbesa juu. Rumbesa zimeacha sasa kuwa za mazao ya kilimo, zinakwenda kwenye ujenzi. Unaona kabisa nyumba imejengwa, lakini ina kishubaka kimeongezwa juu. Kwa hiyo ndugu zangu, twendeni tukasimamieni sheria zetu. Wakati mwingine sheria zinavunjwa na sisi wenyewe, sisi wenyewe watunga sheria, unaingia kwenye biashara unaingia kwenye ujenzi, wewe mwenyewe unavunja sheria mlizozitunga. Hili twendeni tukalisimamie kwa dhati kabisa, na tulifanyie kazi mamlaka za kutengeneza sheria, yani kama nilivyosema, kama mlivyokasimiwa, anaendeni mkazisimamie. Haipendezi kuona kwamba mmepewa mamlaka haya, kwa mamla heshima kabisa, lakini a, kazi haifanyiki vizuri. Jambo la tatu ni swala la uwekezaji huko nyuma tuliambizana kwamba kila halmashauri at least wilaya na halmashauri zake kutenga maeneo ya uwekezaji. Nadhani yametengwa maeneo mengine, yametengwa maeneo mengine, hayakutengwa lakini kuna maeneo ambayo yametengwa. Sasa baada ya kutengwa, matumizi ya maeneo yale, je, yanasimamiwa kubaki kwamba ya uwekezaji au baada ya kuona wawekezaji hawaji, maeneo yamegeuzwa, yamegeuziwa matumizi? Nataka kuambia kwamba sasa hivi nchi yetu imefunguka, Tanzania imefunguka, biashara imefunguka, uwekezaji umefunguka, maeneo haya ni maeneo mali kwenye maeneo yenu. Sasa mwekezaji anapofika Tanzania, anakwenda TIC kutafuta vibali, akisha kupata vibali, kinachofuata ni ardhi. Ardhi iko wapi? na inategemea mradi gani anataka. Inawezekana mradi anataka kuwekeza uko kwenye eneo lako, tunadhani halmashauri au wilaya itatuambia kuna eneo kadhaa, ardhi iko wazi, mwekezaji huyu aje kuwekeza. Haitokei hivyo. Mwekezaji anapata vibali vyote, inamchukua miezi sita saba anazunguka kutafuta eneo la uwekezaji, ardhi ya uwekezaji amekuja na pesa yake amekuja na hamu yake ya kuwekeza Tanzania, lakini inapokuja kwenye ardhi hatuna maeneo, ndugu zangu. Hilo moja, lakini pia la pili, uwekezaji hautoki tu nje, unafanywa pia ndani. Kwa hiyo tuhamasishe wawekezaji wetu wa ndani. Kuna watu wana vibiashara vyao wana visenti vyao, wanataka kuwekeza ndani ya maeneo yao, lakini tunaweka vigingi, tunamzungusha mtu kama hajatoa kitu hapati kitu. Sasa niwaombe sana, maendeleo hayako hivyo. Tukirahisisha na tukiwapa watu njia za urahisi wa kuwekeza, na tutakapofanya kwamba huduma zote za vibali vya uwekezaji vipatikane ndani ya nyumba moja, inakuwa rahisi zaidi na inakuwa hamna kukwepana zaidi, hasa kwa sababu sasa tunatumia TEHAMA, ni rahisi kusomana. Huku kwenye ardhi kasema nini? Je, huku kwenye engineering kasema nini? Huku kasema nini? Na wewe kwa, kwa, kwa mtiririko wa sheria na kanuni zako unasema nini? Ni rahisi sana, na kwa bahati njema tunawajengea majengo mengi mapya ya halmashauri yenye huduma zote na vifaa vyote vya kufanyia kazi. Sasa hakuna sababu kwa nini wananchi wakose huduma, kwa nini wawekezaji wazungushwe kwa nini? Hakuna sababu kwayo. Niwaombe sana ndugu zangu, kwenye eneo la uwekezaji engezeni nguvu ili muongeze mapato kwenu, lakini na serikali ipate na maendeleo yapate kuwa endelevu, yaendelee. Tufanye hivyo kwa maslahi mapana ya taifa letu. Kwa upande wetu serikali kuu tumejitahidi sana kuvutia wawekezaji, lakini tunakwaa vigingi huko, tukifika kwenye maeneo ya ardhi na maeneo mengine madogo madogo. Lakini jengine ni kuhakikisha kwamba halmashauri zinazingatia utawala wa sheria pale zinapotaka kuchukua hatua kwa mwekezaji. Tuna kesi za ambazo uko aidha mkuu wa wilaya au mtendaji wa halmashauri anaamua tu, inawezekana kweli mtendaji, mwekezaji kafanya kosa, unaamua tu kwa mabavu, kuanzia sasa umradi umefutwa na hivi na hivi na hivi, bila kujali kwamba huyu mtu kaingia mikataba na serikali. Mnapowafanyia hivyo, wala habishani na wewe, ataomba mara ya kwanza, mara ya pili, anapanda kwenye mahakama za kidunia. Ndio mkataba wetu unavyosema, tukikerana, tukikosea, tupelekeni mahakama za kidunia. Akienda kila kitu kipo tunalipa fedha nyingi, ndugu zangu fedha nyingi za kushtakiwa huko nje. Wanapata haki, tunalipa fedha nyingi. Sasa jiepusheni na hilo. Mnapotaka kumkosoa kumchukulia hatua mwekezaji, hebu fuateni taratibu za kisheria zilizopo, lakini pia msiache kuzungumza na mamlaka ya uwekezaji Tanzania, ili muone nini mnaweza kufanya kwa mwekezaji wa aina hiyo ambaye amekuharibia kwenye eneo lako.